Yesu anapokuja kutakuwa na ufufuo mbili. Ufufuo wa kwanza ni wa wale waliompokea Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yao, wakaishi na kuenenda sawasawa na mapenzi yake. Hawa watafufuliwa kwanza, miaka elfu baadaye, waovu wote na shetani mwenyewe Waovu wakifufuliwa si kwa ajili ya chochote, badala yake ni kukutana na adhabu ama hukumu ya moto milele. Zote ni fursa yetu nzuri sana sisi tulio hai Wakati tukiumia na kusononeka na kuomboleza kwa namna zote, mioyoni mwetu, akilini mwetu, tuwe na tafakari ya kina, lakini sisi hatujui tutamalizaje safari zetu, na hivyo mtu fulani arejeshwe katika mstari wa kuyasalimisha maisha yake kikamilifu kwa Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake.